Sasa hivi watu wengi wananiuliza swali hili, jasusi vipi? Mmegombana? mna taarifa tena hatupati. Umeelewa? Sio unasikia, tunauliza swali. Nichukue fursa hii kuwaambia, jasusi hatujagombana, jasusi yupo, ila technical jasusi na mimi tumekubaliana, kipindi hiki cha usajili nitulie na yeye atulie. Mndazimu alilala, ndazimu akishalala, akiamka, ukimwamsha unaanafanya ugtafanya <laughs> ugboail tumt klaapza ukimwamshadai, aliye lala atafanya vurugu. Jasusi tumekubaliana tutulie, kwa sababu kuna taarifa nyingi nazipata hapa za uboreshaji wa timu. Ah, ndugu zanguni, hey. Wanakusanywa kuni. <laughs> Yaani, kama nikisema maanayake ntawashtua, kwao nabidi mi nitulie. Jana usiku, jana usiku, hii taarifa nawapa na wao na wanasikia. Jana usiku, jana baada ya mechi tu imeisha pap, kutaka kudanganya watu wao, wakatuma ofa mahala. Jana usiku, jana usiku, mechi pap, wakatuma ofa hmm. jana usiku, na ofa imekataliwa. Wataka kutafuta mtu wa kubuka naye watengeze story ya kudanganya watu. Jana usiku, ofa ikaambiwa pap hatufanyi biashara nyie, kaka ilienda ilirodi hivi pap, afu ngoma ikarudi. Ilivyoenda mara ya pili ikaandika pale network era, yani hamna kitu tena, hawapatikani wale jamaa. Kwa hiyo ofa ile imerudi sasa, wameenda kusanya watu wao. Jamaa, mtakuja kujionea wenyewe mm. Hivi nyinyi chunguzeni tu. Wachezaji wa Magharibi kupata ni tabu sana mm-hmm. <laughs> Wachezaji wa Afrika Magharibi yani wengi wenye vipaji wanacheza Ulaya pako mwe Magharibi yule, mbona yuko naye? Mpunga. Wanataka kupiga hatua ishirini nyuma wameingia hapo Malawi hapo <laughs> wakina uchizi vunga hapo, wameenda kugombea watu hapo <laughs>